hasa hiyo unamwekea hii hapa bado, wakati inabidi apige mbili hapa, wakati bado inabidi nabidi aweke hii sasa, ngeka bado kashari alibu, tayari tu unacheza kashari alibu hapa, labda apige mbili za wapi? Labda labda apige za huku, hii bado waeke unatumbua nabidi akeii on au anamtumbukizia tu hii, nabidi keii apa unashika tu hii on hapa, nabidi apige kwa sababu akidirei naye unamaliza hapa, mona unamaliza hapa, akitumbua hii haina kitu hapa awezi kuingia, kuingia hapa kingia, unatoa ona. Kwa hapa inabidi apige hapo, unatoa tena, kiweka hii unaweza ukala tu nazaukala tu kwa kwa hiyo baribao jana alikuwa kashalikosea hii hapa hapa, ukilenga mbili, hii mbovu hapa, atakiwa acheze hii, inavyoona, atakiwa acheze hii, unaweka hapa, anapiga buti hapa, ndo unapiga anamaliza, anashtua, unarudi anapiga unatoa, anapiga tena indo sare, anabloku mone kienda, anaenda A, apa anapiga hapa indo suruhi mone, ukipaki anaenda tena suruhu keka itu na kutumbua, okay.